acaeea, sasa ninataka kuwaonyesha njia mtapotea. Na fine, mimi huku huku nimekuwa siku mingi sana. Niko na miaka 5. Mimi yeah, ni mtu yeah. Sasa wana, wana Kana, yonana yonana bizuri, yeah. Yeah. Sasa tan unaona hiki tenye mbeba hivi saa mingi sawa. Sasa sasa sasa mimi huwa ninahanda hapa na anauka chini. Unanielewa? Acha tusaidie. Unajua kumetezi